Ndugu zangu katika Kristo, tutafakari kidogo kuhusu Bikira Maria, kimbilio la wakosefu, kama tusalivyo katika litania ya Bikira Maria kwamba Bikira Maria, afya ya wagonjwa; Bikira Maria, malkia wa amani; Bikira Maria, sababu ya furaha yetu; Bikira Maria, mfariji wa wenye huzuni; na Bikira Maria, kimbilio la wakosefu. Hayo yote tunayaomba kupitia kwake. Ya usuyo ulimwengu huu wa sasa tunaona wagonjwa vitandani na wanaokufa kwa sababu ya magonjwa tunakosa amani kwa sababu ya matukio mbalimbali mabaya yanatuletea huzuni na hata kutoka kwetu sisi wenyewe kwa dhambi zetu tunakosa pa kukimbilia bali tunakimbilia ulinzi wa mama yetu Bikira Maria kama mtakatifu Innocent watatu anavyosema: kama nikijikuta ninaingia katika giza la dhambi, je, nifanyeje? kwa sababu dhambi zangu zimepoteza mwanga kwa kukosa neema ya utakatifu wa Mungu, inabidi nirudi kwa Mama Maria, mwezi mwangavu, ili nisali kwa maombezi yake, nipate kujua udhaifu wangu, nipate nguvu za kutoka tika, katika giza la dhambi na Mtakatifu Methodius anasema, anaendelea kusisitiza kwamba sara yangu kwa mama Maria bikira daima, wenye dhambi wengi uondolewa uendelea kumrudia Mungu. Ndugu zangu katika Kristo, moja ya sifa ambazo kanisa takatifu Katoliki humpatia Maria mtakatifu, ili ili tuendelee kumwomba ni kwamba, Maria uwatia moyo wenye dhambi Yani, Maria ni kimbilio la wakosefu, Mary the refuge of sinners. Hili huitwa wakati wa kusali litania ya Bikira Maria. Hapo zamani katika Yudea kulikuwa na magereza yametengwa kwa wale waliofanya makosa. Kwa sasa tunaye mmoja ambaye tutendapo dhambi tunamkimbilia, kama alivyotabiri mtunga Zaburi kwamba matakatifu yasemwa juu yako, e mji wa Mungu. Lakini sio wakosefu wote wanaopata kimbilio kwa mama Maria, bali walio katika ulinzi wake uwasaidia na kuwalinda na hatari zote za roho na za mwili. Mtakatifu Yohani wa Damaski naye pia anamwongelea Maria akisema, Maria ni kimbilio la wakosefu kwa yeyote amkimbiliaye tukimwamini sote na kumwendea Maria aliye kimbilio la wakosefu, utuombea tumkimbilie yeye, ili tupate tuulizo katika maisha yetu. Mwenyeheri Arubatusi Manyusi, akisifia ulinzi wa Bikira Maria alisema, njoni eye Adamu, njoni eye Eva na kizazi chenu chote mlio mkosea Mungu njoni mpate kimbilio kwa Mama Mtakatifu wa Mungu. Hamjui kwamba yeye ndiye kimbilio la wakosefu na matumaini ya wenye dhambi? Vivyo hivyo na Mtakatifu Agustino akiwiwa kusema kwamba Bikira Maria ndiye kimbilio pekee la wenye dhambi. Pia Mtakatifu Efremu naye anasisitiza maneno ya Mtakatifu Agustino akisema Maria ndiyo wakili pekee wa wenye dhambi na wale walio nyimwa msaada wote, ukimbilia yeye kwa imani. Hivyo mnakaribishwa, sisi tunajua sote ni wenye dhambi, tumukimbiliye Bikira Maria kwa kusali rozari na kufanya tafakari. Tumsifu musifu Yesu Kiristo milele. Amina.